Unatazama LEHA Online TV. tunza mazingira, okoa maisha okoa maisha, okoa maisha. Mtazamaji karibu sana, kama ambavyo nimekwambia bwana, nitakuwa na mgeni hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mazingira, huenda ikawa eh, huyafahamu vizuri na una elimu hiyo ya mazingira au hujui mazingira ni nini, lakini kwa namna gani ambavyo unaweza eh, kutunza mazingira yetu. Watu wengi wamekuwa wakijifunza vitu vingine tu, lakini wamesahau kwamba kumbe kuna umuhimu wa uhifadhi mazingira. Sasa leo niko na CEO wa shirika la LEHA Tanzania na yeye pia yuko katika masuala mazima ya mazingira, ana wadhifa kule hivi e, ni, ni, ni, ni inaitwaje, ile tunza mazingira, tunza mazingira kwa maisha, tunza mazingira kwa maisha. Yeah. Okay, sawa. Karibu mtazamaji aweze kufahamu, unaitwa nani, lakini pia uni nani kwenye masuala mazima mazingira. Asante ah, sana hmm. ah, kwa majina yangu naitwa Godfrey Songambele hmm. mimi ni mwanzilishi wa shirika la Leha Tanzania okay, yeah. okay. Yeah. na pengine sasa watu wanatakuwa wafahamu eh, kwa namna gani ambavyo tumetoka hapa kwenye wiki ya mazingira eh, kiufupi wa Tanzania wengi wamepokea kwa ukubwa kabisa. Unadhani eh, kila mtanzania ambaye anatufahamu hapa pengine elimu hii anayo, kwa sababu tumeona eh, kuna watu wanaharibu mazingira Uende ikawa na haribu kwa kwa kwa kwa kuweza kwa kuelewa au kwa kuto kufahamu. Hii pia tunaiwekaje mkurugenzi? Oh, asante sana. Kwanza mm. uh, neno mazingira mm. lina upana mkubwa sana mm. na kwa bahati nzuri au mbaya mm. Watanzania wengi hawajijua faida iliyopo kwenye mazingira okay. So shirika la Leha Tanzania mm. limekuja kwanza kwa ajili ya kutoa elimu kwa mm. upana wake mazingira ni nini mm na kama Mtanzania anaweza kufaidika nini kutokana na mazingira. Kwa hiyo unapozungumza mazingira, unazungumza maisha halisi ya mwanadamu maisha halisi ya mwanadamu yeah. Okay. maisha halisi ya mwanadamu ya mwanadamu ndio. Na sasa ili sasa, uh, kila mtanzania aweze, uh, wow. kuona kwa namna gani ambavyo mazingira anayatunza kwa asilimia kubwa, nini ambacho eh, pengine aweze kufanya ili wote tuwe na nyimbo moja au wote tuimbe wimbo moja Oh, jambo la kwanza mm. uh, shirika la LEHA Tanzania mm. tunasema sisi ni mm. mkono wa pili wa serikali ni mm. jicho la pili la serikali inavyoweza inapoanza jambo lolote mm. jambo lolote mm. lazima mashirika binafsi yaweze kuingia hapa mm. kwa mfano so sasa hivi sera ya serikali imewekeza kwa wanafunzi kwamba wasome na mti soma na mti serikali imewaza nini imebaini kwamba uh, mwanafunzi akifundishwa thamani ya mti kafundishwa mazingira hmm. Sasa sisi kama shirika la LEHA Tanzania tunakuja hapo, tunasema soma na mti miliki msitu. Soma, soma na mti miliki, miliki msi. msitu. Kwa wakati wanafunzi wanafundishwa shuleni habari ya soma na mti, sisi tunaambia mwanafunzi usiishie kusoma Miliki msitu. Mm. Kwa shirika litampa elimu huyu mwanafunzi okay. ya kwamba lazima mwanafunzi aanze kumiliki miti, miti. Nikupe mfano mdogo mm. Kule kwetu Njombe, mimi Mbena. okay. Kule kwetu Njombe, Mbena. yes, okay. mimi Mbena. Okay. Kule kwetu Njombe Mm. mtoto wa shule ya msingi anamiliki miti yake yes. Kwa mzazi mm. anamwekea mtoto wake miti mm. na kwamba kapande na mtoto anakwenda mapanda kwa utakuta Njombe yote watu wanazungumzia miti wanazungumzia ukijani. mm. Sasa tunapokuja kwenye shirika letu mm. tunahitaji kuona thamani ya mti katika mazingira yake. okay. Mwanadamu au mtanzania mm. akiweza kujua thamani ya mti mm. tayari ametunza mazingira, lakini swala sio kutunza, anafaidikaje hicho Tanzania hawajajua faida. uh -huh. hawa faida itokana na misitu, na misitu okay. Uh, kwa mfano Mtanzania akiwa na msitu wa hekari moja akaisajili hekari yake moja yenye miti baada ya miaka sita serikali inaanza kumlipa fedha kwa ajili ya, ya, ya uvunaji wa hewa ukaa mm. lakini sio tu hewa ukaa Watanzania wakazoeshwa kutunza mazingira kwa kupanda miti, wataweka mizinga ya asali. Ndugu mtangazaji, siri kubwa sana ipo kwenye asali mm. Tunapokuwa tunapanda miti tukaweka mizinga ya asali ndani ya mzinga mmoja, tunaweza kupata mazao zaidi ya sita kutoka na manyuki, na ambayo ni rasilimali kubwa sana. Tukasema hapana, vijana wengi hawajajua fursa ile kwenye mazingira ukiondoa kwenye miti na misitu unakuja kwenye kukusanya taka mm. taka tu mm. ni utajiri mkubwa sana wakati, wakati wenzetu wanachukua taka na kupeleka dampo Kinyamwezi. Shirika la Leha linataka liwakusanye vijana, liwaambie utajiri upo Kinyamwezi. Kuna siku, uh, uh, mkuu, yep. nilikuwa namsikiliza waziri mkuu Kassim Majaliwa alizungumzia namna ya kuweza kuhifadhi taka mm kuliko kuzitupa tupa dampo mm. lakini pia hata kwenye maeneo mengine kwenye jamii mm. mwisho wa siku napelekea kuwa ni uchafu wa mazingira mm. Uh, akazungumzia swala la kuhifadhi taka na kuwa fursa mm. tena akaelekeza kwa vijana hii mm. Iye, pengine mkurugenzi, unaweza kutoa elimu hata kwa vijana waweze kufahamu kwa namna gani anaweza kuziandaa zile taka, lakini pia na kuwa faida kwake. Labda nikwambie kitu kimoja mm. jambo ambalo limepungua mm. ni ule muunganiko wa kitaaluma ambalo sisi kama shirika ndio tunataka tuwekeze hapo mm. Unapokuwa na mtu amesoma horticulture, umesoma amesoma agro business mm. amesoma agriculture amesoma masuala mazingira hao watu ukiwakusanya pamoja ndio wanaweza kutengeneza hicho unaozungumza, mheshimiwa mtangazaji mm. kwa mfano ukichukua uh, vyakula mabaki ya vyakula hotelini Tanzania tuna hoteli nyingi sana hmm, zina mabaki ya vyakula mengi sana. Yale mabaki ya vyakula unaweza kugeuza kuwa chakula cha mifugo, okay, badala ya kukusanya dampu. Hmm. na kupeleka dampu na vyakula na mifugo, ni kama vile kuku, nguruwe, ah, ng'ombe hmm, wanakula yale mabaki ya vyakula. Sasa nini kinapungua? Tuna watu wamesoma uh, business administration mambo ya biashara. Mm. Tuna watu wamesoma uh, masuala ya, ya, ya, ya ufugaji wa, wa, wa, wa mifugo mm. Na kuna watu wamesoma eh, mambo kadha wa kadha. Okay. Tunahitaji hawa watu tuwaunganishe, mtu aliyesoma business uh, administration mm, ukaunganisha na mtu ambaye amesoma masuala ya planning project management mm, ukawaleta kwenye kukusanya taka mm. Hao wanaweza kuform kitu kimoja kizuri sana. Tatizo lilipo kila mtu anataka fanye kivyake. Sisi shirika inasema hapana. Okay. lazima tuunganishe nguvu Mm. Tuwakusanye vijana hawa tuwambie kwamba tunahitaji eh, jambo la muhimu sana kuunganisha nguvu na kulifanya taifa letu kuwa na utajiri mkubwa utokanao na taka. Mm. Kwa maana nyingine kugeuza taka kuwa fursa kiuchumi. Mm. Na hiyo ndio hoja yetu kubwa, na yupo kijana sasa anajiuliza hapa, anawezaje kuwa na miongoni mwa watu ambao wana wale wapandaji wa miti ya kutosha mm. Yani, miti anaipataje? mm. Lakini pia hatua zake zikoje mpaka no. kufikia mafanikio ambayo mm. umeyazungumza hapo kama shirika la Leha. Shirika la Leha Tanzania mm. linafanya kazi na serikali mm. linafanya kazi na TFS mm. TFS ni wakala wa serikali wa kuzalisha miche okay. Huyu kijana anataka kufanya, yeye ni kuungana sisi, mm. ambao tayari tuna macho mm. tuna macho na tuna sauti, akishaungana sisi tu anatuambia. Kwa mfano juzi nilikuwa na vijana wana hekari 40 pale Morogoro, nikawaambia, uwezi kuwa na hekari 40 halafu uwe maskini, haiwezekani. Kwa hiyo yule kijana amekuja na wenzake, nimewaelekeza bure tu mm -hmm. hawalipii chochote mm -hmm. wakishakuwa wanachama wa, wa, wa, wa, wa, wa pamoja na sisi sisi, tunawaandikia barua TFS kwamba mali fulani, kuna kundi la vijana wana ardhi kiasi fulani, tunaombeni miche sasa nini wanafanya, uh, shirika la Leha kwenda kujua ule udongo unahitaji mche aina gani? Kwa mfano tunahitaji mti wa mkongo ambao ubao wake unauzwa elfu sitini futi sita, tunawambia ndugu uh, zetu TFS tunaombeni miti ya mikongo ili vijana hawa pande miti. Ndugu mtangazaji, baada ya miaka sita hawa vijana sio maskini tena, ni matajiri. Matajiri. Lakini sambamba na hilo Usidiri tusikisema tudiri sana na vijana wale, wanaokaribia kwenye uzee, hatuwezi kupata kitu kizuri. Shirika la Leha linataka lijikite huku chini, kuliandaa taifa la miaka kumi mbele. mm. Mimi sasa nishazeeka, sihitaji <laughs> tena kufikiri sana juu ya wazee wenzangu, napaswa kufikiri sana juu ya watoto wadogo kuwaelewesha namna kupanda hii miti na, kuna, na faida zake. mm. Yes, okay. Sasa uh, shirika la Leha wao limejikita zaidi kuwafikia uh, watu wa rika gani? Pengine jambo la kwanza, mm. watoto wa shule za msingi, okay. na sekondari mm. na nimeshaanza huko mm. natoa elimu mm. kuhakikisha watoto wajue thamani ya mti mm. lakini tu sio thamani ya mti, thamani ya mazingira yao mazingira wanaoishi watu ni utajiri, hmm. ila hawajajua, hmm. lakini pili kuwafikia makundi maalum ya kina mama na vijana okay. labda nikwambie, hmm. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiyo. amewekeza fedha nyingi sana kwenye makundi hayo okay. kwa vijana, kwa vijana na kina mama okay. na makundi wenye ulemavu, hmm. lakini wamekosa zile fedha wamekosa namna ya kuzichukua yeah, na kuzitumia mm. Kwa nini? Kwa sababu hakuna chombo maalum cha kibinafsi okay, kinachoweza kikakusanya mm, hawa vijana au akina mama na kuwaweka sehemu moja mm, ili waweze kuchukua zile fedha. Nikupie mfano mdogo, yes. Serikali imeweka fedha kwa ajili ya miradi okay, lakini lazima huyu anayetaka zile fedha mm, awe kwenye kikundi okay. Serikali haizungumzi na mtu mm, serikali inazungumza na makundi zile fedha umeziweka SIDO, wanasema ili uweze kuchukua zile fedha uwe na certificate ya SIDO, umepata mafunzo SIDO. S simple tu mm. kwamba nimejifunza kutengeneza sabuni, kuna fedha kwa ajili ya kwa ajili ya wajasiriamali wa sabuni mm. nimejifunza e, ufundi seremala kutoka VETA, kuna fungu maalum ambalo serikali imeweka benki ya Azania, benki ya NMB. Fedha zipo. Kwa shirika la Leha limebaini kwamba fedha zipo, serikali wanania njema na vijana, lakini hawa vijana hawajui wafanye nini ili wachukue zile fedha. Sasa tunasema hivi, vijana wote mm. akinamama mm. waungana na shirika la Leha mm. ili tuyatunze mazingira kwa faida, kwa sababu unapozungumza kuchakata taka unazungumzia mm. ndio wenye mitambo midogo midogo, lazima mtu mm. akasome pale. Umeona sasa. -hmm. Unapozungumzia usifundishe seremala kuchonga vifaa vinatokana na yes. miti. Unazungumzia VETA, lazima mtu aende VETA akachukue short course apate certificate. Anapokuja kwetu, tunaingia kuzungumzia mazingira, tunazungumzia amesoma nini, ana ujuzi gani, tayari ile fedha inapatikana. Sasa mm. yes. hebu yes, tuje basi kufahamu jambo hapa kuhusiana na utunzaji wa mazingira. Kwa sababu kuna watu ambao huwa wanasema jukumu la kutunza mazingira labda ni za serikali pekee mm. au nakuta mwingine labda la vijana. Mm. Em leo tuambie mkurugenzi, hili jukumu linapaswa kufanywa na watu wa aina gani? Ah, kama nilivyokuambia, mm. watu wanapaswa kufanya jukumu la mazingira ni raia. Raia. Wananchi. Mm. Ndio wenye mazingira yao. Serikali inatoa ya miongozo. Mm. Ikishitwa miongozo mm. sisi hmm. wananchi tunasimama kwenye miongozo ya serikali yeah. Sisi tunawajibika kuyafanya mazingira yetu kuwa safi hmm. tunawajibika kuhakikisha tunapanda miti, tunawajibika kuhakikisha kwamba ufukwe za bahari zinakuwa safi, tunawajibika kuhakikisha kwamba mito yetu, kwa mfano Mto Msimbazi unakusanya taka nyingi sana hmm. na kwa bahati nzuri yako mashirika yanapokea zile taka, ikiwa pamoja na shirika la LEHA inapokea taka yes. okay. Ikiwa pamoja na mashirika haya. Kwa mfano, mashirika haya yeah. ukisema sisi tuna makopo. Eh. Uh. Tuomba tuna tulete. Tunachakata yale. Tunayachakata inakuwa ni mali ghafi, tunaenda kuuza. Na vijana wao wana wanapata pesa. Lakini ukiwa umenua makopo. Umenua makopo. Wameokota. Wameokota makopo wanaleta kwetu tunachakata, tukishachakata kijana anapata riziki yake na shirika linapata riziki yake. Hutaona. Mm. Uh. Bonde la Mto Msimbazi chafu. Mm uh -huh. Hutaona mm, fukwe zetu chafu kwa sababu sisi ni kuweka mikakati. Unajua, wale waokota makopo wanaonekana kama wahuni mm, kama vibaka mm. na hilo shirika tumeliona, tunachokuja sisi wale waokota makopo kuwalasimisha, ile ni ajira maalum mm. tuna walasimishaji, tuna wasajili wale, tunawapa reflectors zenye nembo kabisa ya shirika letu kwa wanapotembea mtaani wanajulikana ni wafanyakazi, kama wafanyakazi wengine. Okay, hiyo itasaidia sana kuhakikisha kuhakikisha vijana wetu wana hawapati woga. Wamepigwa sana vijana wale. mm. mm, mm. wamedhaniwa wezi mara nyingi mm. kwa nini? Kwa sababu wanafanya kazi wa kujificha ficha. Sasa tutaka tulasimishe na, na mmejipanga vipi sasa kuwafikia vijana ili kuweza kuwapa hizo elimu na mikakati yote ya kuweza kutunza mazingira na upandaji wa miti kama ambavyo tumezungumza. Mipango iliyopo, kwanza ni watu wa media. Okay, we mtangazaji, ndio ndio silaha yetu namba moja, hmm, kutupelekea salamu hizi kwa vijana mbalimbali, hmm, kwamba sasa wasijisikia upweke, kwamba eh, sasa tupo sasa. Hmm. sisi tumewakumbuka hmm. tunaamua ili shirika linaamua kuwafikia waokota makopo wote hmm, walasimishwe, hmm, iwe ni ajira maalum kwanza wanafanya jiji kuwa safi, pili wanalifanya wan, wanajitengenezea riziki, lakini wakati mwingine wanakosa zile taka, wanaenda kuuza kwa pesa kidogo sana hmm. Watakapokuja tutawaelekeza faida ya makopo, si tu makopo, mpaka mavima vyuma haya eh? Tutafanya vitu vizuri okay yeah. Na pengine sasa e, tunaelekea mwishoni, mkurugenzi pengine kitu gani ambacho natakiwa sasa ushee na mtazamaji kijana na kufahamu hapo? Yupo kijana ambaye anajiuliza kwamba okay, mimi nimemwelewa mkurugenzi, lakini hapa nilipo hali yangu mbaya, sina mtaji, sina chochote yani, okay, sielewi mimi naanzaje? Uh, labda niseme mm. tarehe kumi na nane mm. mwezi huu mm. tutakuwepo wilaya ya Kisarawe okay tutakuwa na kongamano pale kubwa kutoa elimu eh, na mabalozi mm. kutoka ofisi ya makamu wa rais tutakuwa nao okay. kwa hiyo kijana yeyote mm. ambaye ananisikia sasa mm. hasa kwa mkoa wa Pwani na Dar es Salaam okay. wafike pale Kisalawe mm. watapata maelekezo mazuri kwamba sasa tumedhamiria kuhakikisha tunafanya kazi na hawa vijana ambao hawana ajira na hawana mitaji. Mm. Kuwa mtaji kuwa na fedha namba moja mm. lakini kuwa na nia jambo unaweza kuwa una fedha lakini una nia basi, njo njoo chini tukae chini tujadili, kwamba jamani, mimi napenda ku-kufanya kupata kipato kupitia mazingira. Pita mm -hmm. pita hapa hapa pita mm hapa -hmm. basi na mpaka sasa mwetiki wa vijana ukoji uh, kampeni hii nimeanza kama mwezi moja ulpita mm -hmm. na mpaka sasa na vijana 80 ambao okay, wako tayari ameshajisajili wako themanini. Yeah, he tunale vijana wa kujaribu eh, yes, yes of uh, course uh, wanakuja kujaribu, lakini yeah, yeah, mwisho siku wanakuta nina, nina asali natapika asali <laughs> eh, napotapika asali wanasikia raha <laughs> tunaanza kwenda pamoja. Okay, kweli kabisa, nashukuru Mungu wananielewa. Okay, yeah. na gani namna gani shika LEHA na? Ina muda gani? Oh, haina muda mrefu. Okay. tunashukuru Mungu sana mm. ina miezi mitatu oh, lakini wow. sasa mm. limeshakuwa na wanachama zaidi ya 80 mm. tunapambana. Unadhani eh, kuingia kwenye, kwa shirika hilo kujikita kwenye mazingira itapunguza masuala ya ajira kwa vijana? walake imekuwa kidogo kama uh, kama tatizo kwa vijana, kila kijana anatamani aajiriwe. Ukisoma ukisoma mm. katiba yetu mm. utabaini kabisa mm. kwamba sisi tumegundua kwamba serikali imelemewa na mzigo mkubwa wa vijana, wasomi ni wengi mm. ajira ni ndogo okay. Kwa hiyo moja ya jukumu letu ni kutengeneza mipango mikakati tunduko sawasawa okay. Tunapozungumza mazingira mm. labda ni dokeza kidogo mm. eh, kama dakika moja hivi, mazingira unazungumza, mtu anaanza kachafuka mm. Mazingira ya yes. mm. mimi na- naomba ni washauri vijana mm. na makundi maalum yes, wanitafute okay, wanitafute. kwa namba yangu ya simu 0744 mm. mm. mm. 230 510. Okay, wanitafute popote Tanzania wanitafute okay. ni mimi nitafika kwa gharama zangu na nitatoa elimu namna ya utajiri ulio uliotukuka kwenye mazingira okay. kwenye mazingira kuna utajiri mkubwa sana, hakuhitaji mtaji kuna hitaji akili na ufahamu tu. ukisha kuwa na akili na ufahamu, na ufahamu mimi nitakusukuma na utarudi siku moja kunishukuru. Mimi kuna kitu nikaa najiuliza, yani kitu gani ambacho kikufanya kwamba okay kuna namna ya kuweza kuandaa kitu lakini kuwafikia vijana mm. uh, na hukuweza kuifanya huko miaka ya nyuma mm. kwa nini mwaka elfu mbili mm. na ishirini na tano ukaona uanzishe kitu kwa ajili ya kuweza kuwafikia vijana? Kwanza mimi nina kikubwa mm na akili kubwa. Mm. Ninajaribu kuangalia eh, vipawa na vipaji nilivyo navyo haviwatoshi nchi wanangu. Mm. Yaani wangu niliozaa mimi wana mega kwa sehemu kidogo sana. Na mimi nakwenda kuzeeka. Nifanye nini? Nikaamua kusajili shirika hili. Kwa sababu kuomba serikali, nikasajili. Nashukuru Mungu nilisajiliwa kwa muda mfupi sana. Mm. Lakini shirika hili halitaki kutegemea misaada ya wazungu kutoka nje ya nchi. Yaani, mimi nataka nitumie vijana hawa watumie fursa kwa ndani ya nchi yao. Wapate kwa, lengo langu kubwa ni kuhakikisha vijana wanatumia mazingira yao kupata fedha, baada ya kutegemea okay. Kuna utajiri mkubwa sana sanahapsawa <laughs> nikushukuru sana, mkurugenzi, nikushukuru sana kwa kutoa elimu nzuri kabisa kuhusiana na mazingira. Sasa kijana leo ambaye ametusikiliza kwa ukubwa kabisa kesho yake itakuwa ni bora zaidi, lakini naamini ya kwamba shuhuda yake pia itakuwa ni nzuri, kwa sababu ameweza kupona, ameweza kuona kwa namna ambavyo yeye anaweza akafaiti na akawa vile ambavyo kama naona wengine wanatazama pale juu. Nikushukuru sana, uwe na wakati mzuri sasa. Tazama LEHA online TV, tuuza mazingira, okoa maisha, okoa maisha.